Nayajua vizuri mateso ya bawasiri. Nayajua vizuri zamani, niliugua nilipata shida sana hiyo ya bawasiri ee, lakini ya kwangu ilikuwa sio ile ya kutoka nje, ilikuwa ni ya ndani, lakini changamoto zake ambazo zilikuwa zinanipata naamini na, na ndugu zangu wengi mnapitia hiyo changamoto pasipopata suluhisho la kudumu, kwa kweli ni shida ni shida kweli. Na mukumbuke pia, hizi ni namna ambavyo mwili unavokuwa na reaction au unatengeneza reaction. Na hii reaction ni pale tu ambapo mwili huwa una fight kwa ajili ya kujiwekeza kujiwekeza, sawa e, ndio maana utakuta hali kama hizi huwa zinatokea kwa baadhi ya watu. Ndicho kilichonifanya niweze kuona namna gani ambavyo nitaweza kusaidia ndugu zangu rafiki zangu jamaa zangu ambao wanapitia changamoto hii ya bawasiri, vidonda vya tumbo au chavushaji wa asili katika uh, matumbo yao. Ah, changamoto hizi zote changamoto hizi zote ah, mara nyingi sana huwa tunasema kwamba kuna vitu ambavyo vinapelekea kuweza kudumu ama kuweza kuangamia. Kwa mfano nichukue tu mfano uwepo wa asidi katika tumbo lako. Kwa hiyo kwavyovyote vile lazima tasababisha consultation. Consultation ni maana kwamba eh, uchafushaji yani, yani, e, industrial E, ile, ile, ile, ile uomu, industry, industry. E, kiwanda cha humu ndani hakiko sawa kiasi, yes, kwamba kina, kina, kinafanya e, kile choo chako kinakosa urutubishwaji na maana kinakuwa kigumu, na wengine mnatoa kile choo ambacho kinakuwa na vipingiipingili kama kiesi kile cha, cha hawa jamaa zetu ambao ni wanyama wenzetu, lakini wao kwenye jamii nyingine, lakini ni wanyama kama sisi buzi. Kwa hiyo uh, Uh, hali hii ikishafikia katika pointi hiyo au mazingira hayo, basi suluhisho pekee ni kutumia aloe vera. Huu mmea wa aloe vera sio so, kuchukulia poa, ni mmea ambao una uwezo mkubwa wa kuweza kuchavusha au kuweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula na pia kuweza kukausha kabisa hiyo bawasiri ya nje. Ni namna vile ambavyo unaanza kuamua kuvitumia, unaweza ukaitumia kwa kuichemsha ukanywa kiasi kidogo tu, e, tunasema ni ile klasi ya kahawa na mambo yakakaa vizuri tu. Utapata changamoto zile zi awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini baadaye mambo yataenda vizuri. Na njia hizi huwa zote kwa ajili ya kutumia zinazotumia tunazotumia aloe vera, zumuni tu ni ku ni, ni ku fight against hivi vitu viwili e, kitu cha kwanza ndio hiyo, kitu cha pili ni pressure ya tumbo eh, pressure ya tumbo ndio inatengeneza fukuto la tumbo. Na ndio hiyo kwenye gesi hapo. Kwa hiyo ukitumia aloe vera ile na maana unaenda kuisaidia ile pressure ya tumbo kukaa vizuri. Kwa kama inaenda kukaa vizuri basi hata changamoto za bawasiri inaenda fanyaje? Inaenda kuisha kabisa. Ah, kikubwa tu ni kwamba matumizi ni nini ni, ni ka, ipo katika mifumo miwili. Matumizi yanakaa kwenye mifumo miwili. Kuna ukikata lile libua li, li kata labda na kiss chop unaweza ukachukua nani kiko nini kre, kikijiko ukaanza kufanyaje nje kutepu ile ule wimbo ule, kisha tepu unaweka kwenye glasi na usubiri tena, tepu unaweka kwenye glasi hiyo. Ni njia ya pili. Kinachotakiwa ni ule utomvu, na ule utomvu utakuta mara nyingi unakuwa na rangi ya njano, ni njano kabisa ule. Kwa ule ule huo tunautumia kwa ajili ya kuponesha bawasiri na njia pekee, ina maana tunatumia sit, sit base yaani ukae kwenye beseni sijaje, na beseni liko kule, imeoshea ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, manini ma Chinese yale naitwa, eh, spinachi spinachi eh, na spinachi ambazo umazitumia ni spinachi dawa. Ukienda sokoni wakupe, waambia wakupe bebi spinachi, sio spinachi unabebabeba tu ma spinachi ajekwa jabo. Kwa hiyo ukishaweka humo ule utomvu ukachukua na vipande viwili au kipande kimoja cha chumvi ya mawe, furuga furuga, koroga koroga, alafu deni ikisha poapoa unakaa na wakati unakaa, jitahidi sana ndugu yangu, sio ukakaa kwa kina mama huku kukaloa kikaa huku ukiloa ukakuasha, unaweza kuleta reaction, na ile reaction ni mbaya, kwa sababu inaenda kuua zile pH zote za uke. Zikiua zile pH za uke na maana kwako bakteria wanaingia kama chooni. Yaani wanaingia tu wanafanya maisha tu huko ndani. Ambapo baadaye itakuletea changamoto ya fangasi ukeni. Kwa hiyo jitahidi utafute wae msikizi na nguo za ndani ambazo ni nzuri tu hiyo alafu huku zinaziba kabisa. Namba mbili ni kuchukua ile utongu sasa baada ya kutoa ile gamba la nje. Baada ya kutoa ile gamba la nje kwa ndani kule kunakuwa na viutando utando fulani viutovuto fulani kama kama fulani unaweza ukavichukua vile, ukawa na vipaka tu sehemu ile ya haja kubwa, paka tu asubuhi inakuwa ni nzuri, au usiku unakwenda kulala, unapaka unaacha, inanyonya, itakuvuta kweli, na inauma, ina adhabu yake, lakini ukitumia mara ya kwanza, mara ya pili, ma, maumivu yanapungua, mara ya tatu mpaka kabisa hakuna tena maumivu. Kwa kwa maana hiyo kwamba wale bakteria waovu wamekoma. Fanyaje? kitumia kwa muda wa siku tano au mpaka siku tisa w ao changamoto hiyo. Ni njia ya kiasili njia ya kienyeji, sisi ambao wengine ni waganga e. Kwa hiyo tunatumia hizo njia za asili kwa ajili ya kuondokana hiyo changamoto. Yes, ni kweli unakaa vizuri kwa kutumia mmea wa aloe vera e, na mambo yanakaa vizuri kabisa na itapendeza endapo utazingatia sana milo ambayo ni sahihi. Yaani, asubuhi unapoamka hakikisha unapata kikombe chenye maji ya uvuguvugu, alafu muda wa usiku unapotaka kulala pia hakikisha unapata kikombe chenye maji ya uvuguvugu na chakula chako angalau tunasema kwamba kiwe na mboga za majani za kutosha na ule vyakula ambavyo vinanyuzinyuzi kuliko. Kwa hiyo ina maana tafsiri wali na ugali huo unakula mchana ni vizuri zaidi kula tu wali na ugali kula mchana niko ni vizuri usiku, tafuta kitu ambacho ni roje simple na maji ya kutosha utumie. Pia epuka vyakula vyenye sukari nyingi, na epuka vyakula vyenye mafuta mengi kama chips au vyakula vyote vya kukaanga. Sio rafiki kwa, kwa sababu havina faida yoyote katika mwili wako. Vile ni kwa ajili ya matamanio tu, kama mwanaume anavyotamani mwanamke mwenye makalio makubwa basi. Lakini hakuna kitu chochote ni kipya kigeni, hakuna, na hamna faida yoyote. Kwa hiyo jitahidi tu uangalie kitu tunachotaka kukueleza, je, kina faida gani katika mwili wako. Na mwisho fanya mazoezi, hakikisha unafanya mazoezi kila jioni au asubuhi, lakini muda mzuri ni jioni. Fanya mazoezi ya kijeli kwa wanaume, ili uweze kuboresha pia uzazi, upande wa uzazi, nguvu za kiume eh, au fanya mazoezi hata kuruka, push up na nini, au squat na nini, yuko vizuri sana na la mwisho, nataka kuzungumza pia upate juisi. Kuna juisi ambazo tunazisugua tunazihubiri sana E, kwenye kituo chetu cha afya Kifagio Afya Kliniki kilichopo Mwanza tunaandaa juisi za aina mbalimbali kwa ajili ya tiba. Tunaandaa juisi kwa ajili ya changamoto za vidonda vya tumbo, tunaandaa juisi kwa ajili ya changamoto ya bawasiri na asidi, tunaandaa juisi kwa ajili ya changamoto au wenye changamoto za e, uchafushaji wa nguvu za kiume e, tunazichaji hapa ofisini. pia na juisi wale watu ambao kinga zao zimeshuka kabisa, na ndio maana utakuta muda mwingi tunakuwa na brenda brenda hiyo hapo, nafikiri nafikiri sio kama mmeiona eh, tuna brenda nyingine kubwa iko kule ndani. Hizi zote ni kwa ajili ya kukamilisha matibabu mbalimbali. Baada ya hapo, nafikiri ni wewe tu kuweza kuchukua uamuzi wa, wa kufanyia kazi ili uweze kupona. Usisahau kusubscribe kusubscribe, eh, baadaye unabonyeza kwenye kengele pale, ili tuendelee kupata notification kutoka kwetu kila pale tunapoposti basi wewe uwe mtu wa kwanza kupata hizo hizo dokumentari na uzifanyie kazi, au wajuze wengine waweze kupona hizi changamoto ambazo wanazipitia hivi sasa. Sina zaidi. sifuri saba nne nne nne tena tatu, tatu, saba saba ni namba yangu ya simu kipiga, utazungumza na Dr Kifagio mwenyewe, nikiwa hapa Mwanza kwenye ofisi yetu ya tiba namba tatu. Hii ni ofisi kwa ajili ya madawa. Ndio maana utakuta huku ndani ni madawa tu huku ndani. Kiangalia sehemu kubwa huku ni madawa. Eh, ofisi ya vipimo iko pale mjini maeneo ya Ghana na ofisi ya ushauri ipo Kirumba pale. Pale ni kwa ajili ya ushauri tu. Kwa wale wenye changamoto zote za ushauri wanaenda pale ofisini. Lakini kwa wale ambao uko ndani ya Mwanza basi karibu hapo ofisini tuna vipimo ambavyo tunavitoa ambavyo ni soft tu vipimo. Eh, wakati mwingine tunatoaga bure tu siku ya Jumapili. Kwa hiyo karibu sana, karibu sana.